Mimi nadhani wanawake kwenye swala la kudirect walianza zamani hivi. Unakumbuka ulivyokuwa mdogo, ukipewa ofa ya kwenda kula na mgeni, kwanza skripti inaandaliwa. Kwenye bakuli inawekwa, shingo hii utakula wewe, inawekwa paja na kipapatio, hii atakula mgeni, unamwagwa mchuzi, unapewa action. Sasa ukale shingo ukale paja, baba yangu, eti unaenda kule. Sasa mnavyofika kule, mgeni mnampranki. Yeye ya ajui skripti anamega tonge ya kwanza ya pili, anakula shingo yako. <coughs> Nawezakana tamani mgeni hiyo, so ya kwako, ya kwangu kwa, ya kwa anakula anamaliza, ile mnaendelea kula mgeni, anakuambia chukua nawe nyama baba angu, unachukua paja direct anaingia hivi. <coughs> Ulisho kufokewa na mama yako kwa sauti ya upole. <coughs> Junior, naona sikuizi unakula mapadi ya baba yangu. <laughs>